Wa ma yazalu abdi, na haachi mja wangu, yataqarrabu ilayya bin nawafili, akawa yeye anajikurubisha kwangu kwa mambo ya sunna, iwe ni saumu za sunna, akawa Jumatatu, Alhamisi, mwezi kumi na tatu, kumi na nne, kumi na tano, tunasema masiku meupe, na vile vile pia masiku meusi mwezi 27, 28, 29 huko, funga ya arafa sita, tumesha wali funga sita zile Ashura, Tasua. Yani yeye mambo ya sunna hayuko nyuma, kwa maana yuko mbele barabara, akasimama kisawasawa. Lakini swala za sunna za kablia baadia, nazo vilevile vile pia anazitekeleza vilivyo kabisa na amadumu nazo, anakuwa na muda, ni muadhaba, tunaita muwadhaba, anadumu nazo. Allah mwenyewe anasema, hajikurubishi mja wangu haachi kujikurubisha mja wangu kwa mambo ya sunna, wa ma yazalu abadi na haachi mja wangu yatakarabu ilaya bin nawafil, anajikurubisha kwangu mimi kwa mambo ya sunna, hata uhibbahu mpaka inafika hadi mimi mwenyewe nampenda kama alivyompenda zaidi anapotekeleza ya faradhi. Lakini na akiendelea kuwatekeleza ya suna akawa haziachi naye, vilevile pia anamwingiza katika mapenzi yake Allah. Lakini haitoshelezi hapo, faidha ahbabtuhu, na mnapo yeye kumpenda Kuntu samahu ladhi yasmau bihi, huwa mimi ndio sikio lake ambalo kwamba yasmau bihi analisikiliza kwaye Allah tabaraka wataala kwa, ta kwa maana kwamba mwanadamu shida zake anapozipeleka kwa Allah Mwenyezi Mungu, si mchoyo wa kumsikiza mja wake nini anachokizungumza nini anachokitaka faradhi, alhamdulillahi anazitekeleza nini, mambo ya sunna anayatekeleza basi, kwa Allah tabaraka wataala, huwa yeye ndio sikio lake, kwa maana ya kwamba ukipeleka haja zako kwa Allah, kilio chako kipeleka, shida zako ukizipeleka, Allah tabaraka wataala hukutatulia, hukusikia.